Leo na kwenda kuelekeza au kuelezea namna ya ku create room au kutengeneza chumba kwa ajili ya kufanyia uchaguzi. Hicho chumba ni kwenye mfumo au room kwa ajili ya kufanyia uchaguzi. E, sio kila mtu lazima anatengeneza, yule ambaye kwa ajili au ameandaliwa kwa ajili ya kufanya uchaguzi au kuandaa madayote uchaguzi anatengeneza room. Baada hapa na hadi wale members wa kwenye huo uchaguzi eh, bila kupoteza muda kwanza. Kama unaenda ku search kwenye Google andika simuvote.com simuvote.com kama ilivyo kwenye video hapo, alafu utaingia moja kwa moja kwa mwonekano kama huu. Moja kwa moja utabonyeza create room kwa hapa chini, au unaweza kwenda hapa juu. Umeona, ukibonyeza itafunguka namna hii. Sasa mm, hii ni wale wanatumia tablet. Kwa kutumia simu itaonekana mfumo kama huu. E, mkao huu mkubwa ni wale wanatumia tablet PC na kompyuta. Hii simu ndogo ndio inaonyesha mwishoni, zile ndio zinaonekana kwanza. Ataandika jina la kwanza, jina la kwanza it say hamisi Hamis Joshua, baada pata ya pataandika email yake, nandike email ambayo ni valid, yani email ambayo, ambayo ipo. Nitaandika Pigatech Pigatech softy at email kwa ajili ya kupokea zile taarifa za uchaguzi kama vile election code e, jina la room ambao umetengeneza na vitu vingine. Tandika phone number ambayo ni valid sufuri sita

5udpawo password, password ni rahisi kukumbuka. Baada hapo, utabonyeza ibata create room, utaibonyeza. Baada hapo, utatumiwa code kwenye namba yako ya simu nane nane moja moja nne nne uta verify. Baadae unatumiwa message kwenye email uliyoweka pia kwenye namba yako ya simu ambayo itakuwa imeanza nasema, congratulation your, your sim, asema, of, of SimuVote is ready mm -hmm. na hata kwenye email utatumia hivyo hivyo. Taarifa zinazotumwa kwenye email ndio zinatoka kwenye SMS mm -hmm. E, kwenye SMS utatumia kama kawaida, utatumia room code au election code na utatumia jina la uh, room uliotengeneza na baadhi ya next steps au za, za kufanya baada ya kueti room e, utabonyeza go to, admin dashboard itafunka namna hii. Hapo ndo namna ya kueti room. Asante sana, kusahau kulike, kucomment na kusubscribe.